Makaburi mwisho wa nyodo, eneo lililojaa ndoto za kila aina. Kaburi ni maskani alalapo mwanadamu pindi aondokapo duniani kuelekea katika maisha mengine ya akhera. Kaburi ima ni miongoni mwa viwanja katika viwanja vya peponi ama mashimo katika mashimo ya motoni. Jijini Dar es Salaam kuna maeneo tofauti ya makaburi ambayo ni maalum kwa kuzikia, lakini kati ya maeneo hayo yapo makaburi maarufu zaidi Kisutu Muslim Graveyard, makaburi ya Kisutu. Makaburi haya yamejizolea maarufu kwa miaka mingi iliyopita, kiasi cha hata baadhi ya watu ambao wapo hai wanatamani na wana ndoto ya kuzikwa Kisutu. Je, kwani yana siri gani haya makaburi? Ni makaburi kama makaburi mengine? Watu wanapendelea kutaka ku, kuzikwa Kisutu kwa sababu ya sehemu, ziko nadhifu kama unavyoona huwezi kuona kaburi liko chafu hapa. Makaburi yako safi na kuna wafanya kazi wanahudumia huduma zote, wanasafisha, wanalima, wanafyeka. Kwa hiyo anytime makaburi yanakuwa safi, kwa hiyo mtu unavutiwa kwamba bwana, nikazike Kisutu. Pia sehemu ambazo ziliokwepo ni sehemu ambazo wao wenyewe wanajua kwamba wanakuja maulamaa kutoka nje nje kuja kusoma dua na kuja kuomba sehemu zingine. Na sehemu ambayo inayoangaliwa ni sehemu ambayo ni nzuri, ambayo hata kama ukimzika ndugu yako unakuja unaomba dua kwa wakati na unaachwa huko free na chochote unachotaka unasikilizwa. Makaburi ya Kisutu ni makaburi ambayo wamezikwa watu wengi maarufu wa kada mbalimbali, baadhi yao waliozikwa hivi karibuni Mashekhe na viongozi wa dini kama Sheikh Ali Basale na wengineo, ni Hussein Msopa maarufu Sharif Majini. Wapigania uhuru wa taifa hili kama Bibi Titi Mohamed, Abdulwahid Abdallah Kleist Sykes, Kleist Abdulwahid Sykes na hata katika upande waliwahi kuwika katika nyanja zingine kama Brigedia Moses Nauye OCD Awadh Chiko Marijani Rajab Khadija Shaibu Dida. Na hawa Hussein Aruf Karina, wengine ni Sadik Juma Kilewoko Sajuki na Said Mwamba Kizota. Hata wasio maarufu nao wa huzikwa Kisutu. Kwa mujibu wa msimamizi wa makaburi haya, anasema ni maalum kwa wakazi wa Kariakoo na eneo la jirani, kwa mtu yoyote hawezi kuzikwa hapa. Hii kanuni ya Kisutu au taratibu za Kisutu za viongozi wetu, hili eneo ni eneo la kuanzia Kariakoo limetengwa maeneo ya Kariakoo, Ilala na baadhi ya maeneo mengine yaliyozunguka mjini. Sasa je, kuna mnasaba gani kwa watu maarufu ambao huzikwa hapa katika makaburi haya? Hili, hili swala la kuzikwa wa maarufu wengi au mashehe wetu wengi, pamoja na kuwa amani iliyokuwa Kisutu, ambayo anazikwa mtu, lakini sehemu anayozikwa haina bugudha wala haina na ndio maana wengi unaona wanakuja kuzikwa Kisutu, hamna maneno wala kelele. Katika maeneo mbalimbali makaburi yamekuwa yakitumika vibaya, hasa kwa mambo ya kishirikina. Vipi kwa upande wa hapa? Hakuna mtu yeyote anayeweza kufanya shiriki ya aina yoyote, kuleta kitu au kuzikia kitu au kutupa kitu katika makaburi ya Kisutu kwa sababu wafanyakazi wa Kisutu wote wanazunguka maeneo ya ambayo wanayozuru watu na hapa kwenyewe navyokwambia, kuna ulinzi e, kuna ulinzi ndio kwa maana unaona kuna geti namba moja, geti namba mbili. Kwa hiyo hawezi mtu kuingia akaja akatumia vibaya makaburi haya. Hapana, iwe usiku iwe mchana. Huu ndio usalama ambao tunauangalia sana, ili na sisi tusije tukapata dhima baadaye, kuacha mtu anafanya mambo ambayo yasiokuwa na maana. Licha ya jitihada hizo zote za kulinda, lakini bado kumekuwa na changamoto zinazojitokeza, ila elimu imekuwa nguzo kuu katika kufanikisha mambo hayaharibiki. Unaweza ukaja ukamkuta mtu pale anataka udongo au anataka kitu kwenye makaburi ya sharifu, na unategemea na imani za watu zilivyo. Imani za watu sasa hivi zimeharibika, anaweza akatumwa akaambiwa, bwana chukua mchanga wa sharifu tuletee tukua fulani kitu fulani kitu fulani kitu fulani, fulani tuletee hili. Sasa hivi liko wazi na tunapenda kuliongelea. Anakuja anaweza akafanya kinachokua sicho cha, cha sheria ya dini. Ni makosa kwetu sisi pia kumwacha, kwa hiyo tunatakiwa tumwangalie. Na ndio maana huwaga sehemu ambayo ya masharifu wanayokuja kuomba wengi huaga tunawaangalia kwanza, na watu wenyewe hatuwafati lakini tunawaangalia kwa mbali, wanachokifanya wengine. Utakuta pale wanapiga kelele na kuomba wao maombi yao ya shida zao. Sasa hivi vitu ni imani ya mtu. Tunakwenda tunawaambia ile eneo ni tulivu, lina amani, ili eneo linatakiwa kuwafahamisha wao wahusika kwamba ili eneo linatakiwa waombee marehemu utaratibu na kwa khushu na kwa imani ili Mwenyezi Mungu aweze kukubalia dua zao. Alafu chengine tunawafahamisha kwamba sharifu anatakiwa pia muombe tuna tuna, tuna kwa sababu kashatangulia mbele ya haki. Tunawaelimisha, tunajitahidi kuelimisha kwa utaratibu, kwa unyenyekevu, yaani unyenyekevu huo ambaye usije ukapata hasira wewe akakujibu kitu ukaweza kumjibu au kumfanyia kitu kibaya. Kwa hiyo hili tumenasihiwa na viongozi wetu na taasisi zetu tuwe wataratibu kwa ajili ya hawa watu wanaokuja kuzuru, kila mtu anayekuja anakuja na laki. Sheikh Hamza Ramadhan ni imamu mkuu wa Masjid ambia uliopotemeke mtaa wa Boko. Anaeleza namna Uislamu unavyozungumzia kama kuna daraja lolote ambalo mtu hupandishwa kwa kuzikwa katika eneo fulani. Inna larda la tukadisu ahadan walakin tukadisu linsan amaluhu, hakika ya ardhi haiwezi ikamtakasa mtu na ikamtukuza mtu na ikamfanya mtu akawa bora tofauti na vile alivyokuwa isipokuwa tu kitu ambacho kinaweza kikamtakasa mja na kikamfanya kuwa ni bora ni yale matendo yake aliyoyafanya yungali yuko hai. Kuzikwa katika maeneo matakatifu, katika ardhi iliyotakatifu ile ardhi haiwezi kakufanya wewe ukawa ni, ni mtukufu. Mathalan, tunayo miji mitukufu kama Makkatul Mukarama, Madinatul Munawara, hayo ni maeneo matakatifu bila shaka, lakini kwa maovu ya mja na matendo yake mabaya, hayaiwezi ile ardhi yaliyozikiwa ikabadilisha uovu wake kwa kuwa eti kazikwa katika ile ardhi. Khalid Omar, Kishki TV.